Kwa jina anaitwa Is-haka Harith Salim, ni mwanafunzi kutoka Karume Institute of Science and Technology, na ni mwanafunzi wa bachelor degree in aircraft maintenance engineering. Uh, katika chuo chetu kuna mafanikio kuna ma, ma mengi ambayo sisi kama wanafunzi tumenufaika katika kipindi chote cha Dr. Mwinyi. Kwanza kabisa, nitazungumzia sisi kwa kozi yetu ya aircraft maintenance engineering, kwa kipindi cha nyuma tulikuwa hatuna hanga. Maana yake sisi kama wanafunzi tulikuwa tunapata tabu kujifunza direct kwa vitendo vile vitu ambavyo tunafundishwa darasani, lakini leo hii tunapozungumza hapa katika kipindi cha Dokta Mwinyi ametujengea hanga ambayo tuna vifaa vyote, tuna ndege ambazo sisi kwa kiasi kikubwa kinatusaidia kwa asilimia kubwa kwenda kujifunza practically vile vitu ambavyo tunafundishwa darasani. Hali hii inatufanya pia hata tukienda kwenye makampuni mfano Air Tanzania, Precision Air, kujitolea kufanya field, tunaonekana kuwa ni wanafunzi bora ambao tunajua nini tunachokifanya. Lakini pia kwa walimu wetu ambao wanatufundisha kupitia kipindi cha Dr. Mwinyi, tunapata walimu ambao wapo wana leseni ambao wamekuwa approved na, na, na, na mashirika ya, ya, ambao, ya aviation. Kwa hiyo sisi tunakuwa tunapata elimu ambayo ipo sahihi kabisa. Lakini kitu chengine ambayo nilikuwa nataka nizungumzie katika kipindi cha Dr. Mwinyi kuna ma, tumenufaika. Sasa hivi tunavyozungumzia tuna majengo ambayo yanajengwa ya, ya hosteli ya ambayo yatakuwa na chukua takriban wanafunzi 500 hosteli za wanawake, lakini pia kuna majengo ya workshop ambayo yanaendelea ya sasa hivi yako mbioni kumalizika. Na sasa hivi ninavyozungumzia kuna container zaidi ya 30 ambazo zimeshafika zina vifaa vya kisasa kabisa katika kuhakikisha kuwa elimu ambayo inatolewa katika chuo hichi hii inakuwa bora na inaweza kutunufaisha sisi wanafunzi kupata ajira mbeleni na kufanya vizuri na kuweza kuisaidia taifa letu. Mwisho kabisa, ningependa kusema kwamba hatuna cha kumlipa Dokta Mwinyi kwa kazi zote ambazo amezifanya, lakini sisi kama vijana tuna haja ya kumuunga mkono kwa asilimia mia. Kwa maana gani? kwamba tarehe ishirini na tisa kila kijana ambaye unajijua upo leo utakuwa hai basi, una kila haja na jitihada ya kulipa hata fadhila kidogo, kwa sababu auwezi ukalipa fadhila zote, lakini hii ni tunasajihisha kwamba hii fadhila ambayo tunaenda kuilipa ya kwenda kutia tiki tarehe ishirini na tisa ili tuweze kupata manufaa zaidi siku za mbele. Kwa hiyo vijana wetu wote tunawaambia kwamba tarehe ishirini na tisa hakikisha pale Ukiona Dokta Hussein Ali Mwinyi, tia tiki. Dokta Samia Suluhu Hassan, tia tiki. Mitano tena, Oktoba tunatiki.